Nam, hivi karibuni ofisi ya takwimu ya Kenya KNBS ilichapisha ripoti ya hali ya ajira nchini humo kwa mwaka 2024. Ripoti hiyo imeonyesha kuwa licha ya madai ya serikali ya Rais William Ruto kuhusu kufufuka kwa uchumi baada ya janga la UVIKO 19, nafasi mpya za ajira zilipungua hadi laki 782,300 ikilinganishwa na 848,100 mwaka wa 2023. Zaidi ya 90% ya ajira hizo ziko katika sekta isiyo rasmi, jambo ambalo linazua maswali kuhusu ubora wa ajira zilizobuniwa na ufanisi wa sera za serikali kuhusu ajira kwa vijana. Katika mjadala wa leo nimemwalika Profesa Herman Manyora, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi, na Alfred Otieno, rais wa bunge la vijana la Mombasa, ambaye pia ni sauti ya vijana wanaopambana na changamoto za ukosefu wa ajira. Wote kwa pamoja na wasalimu Uh, asante sana Profesa Hamad Manyora, unaichukuliaje ripoti hii ya KNBS? Inatoa picha halisi kwa hali ya kiuchumi na ajira nchini Kenya? mm-hmm. Unajua, inategemea mtu anasimama upande gani. Haya eh? Mm. Ma haya figures ambazo zinatolewa zina ikiwa <laughs> ni tarakimu za mambo mbalimbali wataalamu wanazitoa, lakini wenye kufinyika hapa chini wana- wanapata vigumu sana kukubaliana na tarakimu hizo mara nyingi uhum. kwa mtazamo wako, kwa nini nafasi za ajira zimepungua huku serikali ikidai kuwa uchumi unakuwa wapi? Kuna kasoro katika sera na utekelezaji au tathmini yako kwa ujumla? Unajua, wanaposema kwamba uchumi unakua na wanatoa figures hizo, tarakimu wanasema Uh, gharama ya maisha uh, kumaanisha inflation inakwenda chini sana uh, wanasema na, na mengine mengi haya. Watu wanasema hayo ni yao, maanake ingalikuwa ni kweli kwamba uchumi unakuwa kwa kiasi ambayo unakuwa kwamba gharama ya maisha inapungukwa kwa kiasi kile ambacho wanasema, hii ingeonekana na kudhihirika. Maanake ukisema uchumi unakuwa Eh, jibu moja ya uchumi a ni kwamba ajira zinapatikana, pesa zinazunguka zinaingia mifukoni mwa watu, ukiingua, mikahawa imejaa wateja, ukiangalia daladala zile matatu zimejaa watu, wanaenda kazini, wanaenda wapi, shughuli zipo, zinaonekana. Lakini hawa wanasema, lakini shughuli hazipo. a kwa hivyo, kwa ufupi ni kama kwamba Haya ni yao maneno, si ukweli, kwamba mara nyingi sio ukweli. Kwa hiyo unamaanisha kwamba madai ya serikali ni ya uongo, kwamba uchumi hauendani na maisha halisi ya Wakenya. Uchumi kama uko mzuri unaonekana. Ukisema ajira imepatikana, si watu wataona ajira imepatikana? Na je, ajira, ajira itapatikana vipi? Uchumi utakuwa unakuwa vipi ili hali kampuni nyingi wenye viwanda wanafunga na kwenda mataifa mengine. Kila kuchao kuna kampuni, kuna kiwanda, kuna nini, wanafunga virago na kwenda, aidha kuacha kazi hiyo, kuitoa kufanya kazi hiyo kushughulikia, kama ni kiwanda kinafungwa kabisa au kinaenda katika taifa lingine, kuendelea na shughuli zake. Vijana ndio hawa, wanatoka vioni na hawana ajira. Kwa hivyo itakuwaje, uchumi unakuwa na watu hawapati ajira? Na hizo ajira kusema zipo, mbona zizionekane? uh -huh. <laughs> E, kwa mujibu wa ofisi ya takwimu ni kwamba zaidi ya asilimia tisini ya ajira mpya ziko katika sekta isiyo rasmi. Je, hii inaashiria uadilifu wa serikali katika kuunda nafasi rasmi za kazi na inamaanisha kwamba inamaanisha nini hasa katika swala la usalama wa kazi na mafao ya wafanyakazi kwa tathmini yako? Kwanza tuseme hivi, mm. Kazi ni kazi, mm -hmm. Iwe katika by, uh, ile rasmi ambayo sio rasmi formal, mm -hmm. and azi ni kazi lakini kazi wanazosema wao, ukiuliza wa Kenya kwanza, hata hizo mbaya zenyewe hazipo, na kama zipo si kwa idadi wanayosema ipo. Hiyo hiyo ni kwanza mm, lakini la muhimu ni nchi kama Kenya ijaribu juu chini kufanya kazi zote zilizoko ziwe rasmi, to formalize the informal sector. Hiyo itakuwa ni jambo la muhimu sana kwamba kazi ambazo ziko katika sekta isiyo rasmi zifanywe rasmi ili mtu anapofanya kazi iwe ni kazi yeyote iwe ni gani a ana... mwingine anaenda livu siku za mapumziko ziko, ziko. Ana, ana ana mambo ya afya anashughulikiwa ana, ana kustaafu ana ile ile ileile ile, ile, ile. pension au malipo ya uzeeni unafanya kazi zote ziwe rasmi serikali mm -hmm. imefeli ime katika, katika kuleta sera kama hiyo. Kwanza leta hiyo sera ili kazi zote ziwe rasmi eh. Pili mm -hmm. na nimesema kumalizia tu kwamba hata hizo wanasema zipo, hazipo asa zile ambazo ni mbaya na i hazipo tuishie kwako hapo kwanza na niende kwa Alfred Otieno. Otieno, wewe unawakilisha kundi la vijana, wewe una maoni yanayofanana na Hamad Manyora ama una maoni tofauti na haya? Uh, shukran sana kwa fursa hii ya kipekee uh, ya kuweza kujadiliana maswala ama changamoto tunazopitia kama vijana nchini Kenya. uh -huh. kwa majina rasmi ni Alfred Gwen Otieno, Bunge la vijana uh, nchi yetu ya Kenya, rais wa vijana. Uh, kikweli ni kwamba ripoti hiyo imetolewa na uh, serikali yetu ya nchi yetu ya Kenya led by the president, uh, William Ruto imejaribu inavyoweza, lakini hile ukweli usemwe mambo yalivyo katika mashinani ama ground mm -hmm. Ni tofauti. Serikali inaweza kuwa inajaribu kufanya inavyofanya mm -hmm. huko juu lakini kikweli ni kwamba the intergenerational inheritance gap bado inazidi kuwiden. Hatuelewani lugha ya vijana na lugha ya wale tunaita wazee walioko katika nyadhifa mbalimbali za serikali. Kuna vile ni kama lugha kilugha, hatuelewani. Unapata a good program, like for example, Hustler fund iliyotolewa na ni mm, mradi ambao umefaa wengi, ukweli usemo kuna watu wameweza na kunufaika kupata at least some cash or capital ya kujisukuma kibiashara, lakini sasa unapata hatai, lakini sasa sisi kama vijana hatuko assured ya sehemu yetu or our space as young people, na unaona hii inazidi kuleta silizofahamu kati ya vijana na serikali iliyoko na na na, na juu ya hili tumependekezwa sisi kama vijana ya kwamba serikali iweze kufine tune lugha yake, ndiposa vijana tulioko mashinani tuweze kuelewana nao vizuri because you come up with a good program but implementation Oti... na maana mm -hmm. Hatuelewani kwa lugha. Otieno, unaonaje ahadi kama ile ya kuongeza waajiriwa wa NYS hadi laki moja kila mwaka kufikia mwaka 2027, na, na ni ahadi ambayo ni ya matumaini ama wewe unaona ni ya kisiasa pengine kama kijana mambo uh, uh, 27 mimi kama kijana ndiyo niko na hope ya kwamba sisi kama vijana kama uh, our system itatengezwa vizuri nawe vijana waweze wa kujitetea wenyewe katika nyadhifa tofauti tofauti. Kama vijana, tumechoka kusukuma maneno yetu mbele, wanaotuamulia pia hawatuelewi. Sasa no, by 2027, sisi tunachojaribu sana kusukuma kama vijana, sehemu tofauti tofauti, ni kwamba vijana wakuwe absorbed vizuri. Na tukisema vijana, hatumaanishi mtu mwenye amepitisha miaka na ako na ujana. Tunataka sasa vijana wenyewe kama vile BGNZ, wajiongelelee shida zao wenyewe kwa sababu saa hii kuna changamoto kubwa ambayo inatukumba sisi kama vijana ambayo haifanyi vile inavyofaa zenye sisi wenyewe ndio tunaelewa kama vijana. Especially when it comes to mental issues, depression, ambayo inatukumba na inatukula sana, imechangia sana mpaka vijana sasa saa hii

E, uteno, uteno, uteno nita, nitarudi kwako muda usio kwa mrefu. Nirejee kwako Haman Manyora, magazeti ya Kenya yamekuwa yakielezea hali ya kitaifa kupitia vichwa vya habari. Kwa mfano, fumbo la kazi, Daily Nation liliandika hivyo, lakini pia mm -hmm, kuna moja ilikuwa inasema uongo wa Ruto kwenye kazi. People Daily liliandika hivyo kwenye ukurasa wake wa mbele, yote haya yakiangazia ahadi za serikali na mtazamo wa umma. Ni, ni hoja ambazo zinaonyesha hali halisi ama kuna namna zinatiwa chumvi? hiyo ndio hali halisi kwamba unaposema unafanya ajira kule nje mm -hmm. na yale mataifa yenyewe viongozi kama Ujerumani, wanasema hakuna kitu kama hiyo. Unaposema mnapeleka watu nje, mnaita vijana kusanyika katika maeneo ya, ya, ya, ya wilaya ama ya kaunti, unawatia moyo, wengine wanatoa mpaka na pesa, wanajitokeza sasa kusema kwamba tumekuwa tukidanganywa na, ma, na, na, na makampuni ya kuajiri watu ng'ambo. Leo hii tunadanganywa na serikali yenyewe. Kwa hivyo unaposema kwamba watu wataajiriwa katika hali ya mjengo wa nyumba, ni nyumba ngapi mnajenga? Ni watu wangapi wanachukuliwa? Kwa hivyo ni kweli kwamba wakati serikali inasema kwamba kuna ajira, karibu kila mtu anajua ni uongo. Ndio unaona magazeti yanasema hii hii ni sarakasi tu, mm hakuna -hmm. ukweli eh... na unaposema hata kama ni shirika la vijana huduma za vijana NYS ni siasa tu, maanake NYS haina ule uwezo wa kuchukua idadi ya, ya, ya kufanya ili suala la ukosefu wa ajira ishughulikiwe eh, eh, eh, vilivyo mm-hmm. na eh, pia baada ya wao vijana kutoka NYS wanaenda wapi? tu kwa kuhitimisha kwa, kwa sababu muda kidogo umenitupa mkono. Kwa kuwa ajira kwa vijana ilikuwa ni kauli mbiu ya kampeni ya William Ruto hasla wakati wanaingi madarakani, je, hali ya sasa inaathiri vipi mtazamo wa wapiga kura kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027? Kwa ufupi, maanake alipoingia, alipotaka kuingia Ruto aliwaahidi vijana na wakamwamini mm -hmm. Leo hii anataka kuchaguliwa mara ya pili mm -hmm. na hajatimiza suala hili la, la, la, la, la ajira na si dhani ana uwezo wa kutimiza kwa muda uliosalia. Nafikiri hili jambo la la ajira kwa vijana litamwathiri vibaya sana, na linaeneza ile, ile, ile wazo kwamba yeye ni mtu wa uongo tu kwa, kwa, kwa. kwa, kwa. eh, Otieno, na wewe vipi iko upande wako, kwa, kwa ufupi. Ha, mimi nimelelewa inaweza tu unaheshimu serikali iliyoko kwa sasa, na tumewapatia muda ulioko vizuri. Tunaomba of course, the first few years ilikuwa lazima adjust, kama serikali ilikuwa lazima adjust to the reality ilikuazenyeziko hii ndio uliobaki. Tunaomba tu badilisheni lugha, husisheni vijana vilivyo katika masuala, msiwaamulie vijana, wahusishe, bring them to the table, wakubaliane Alafu pia kando na hiyo, tunashukuru <coughs> sana programs that have been internationally sponsored hata from the German side. Tumeshukuru sana the several programs that kama vijana tumekuwa tukifaidi vizuri, na lugha ikibadilika worldwide na hata country wide, wazee wakubali ya kwamba vijana lazima tuelewane. So, asante sana Alfredi. E, muda kidogo umetutupa. E, Profesa Haiman Manyora na Alfred Otieno wote kwa pamoja nasema shukran kujiunga na DW kuzungumzia hali ya ajira nchini Kenya katika mjadala wa leo. Asanteni sana ni watakie wakati mwema.